Kulikuwa na msukosuko kwenye eneo bunge la Mbeere South kaunti ya Embu baada ya wafuasi wa TNA wanaoegemea upande waliyekuwa mlinzi wa Rais Mwai Kibaki, Geoffrey King'ang'i kususia shughuli ya kuhesabu kura, wakisema kuna njama ya kumpa aliyekuwa mbunge wa eneo hilo Mutava Musyimi ushindi. Aidha, King'ang'i alewania tikiti ya TNA amesema kuwa sajili ya wapiga kura iliyotumika kuendesha shughuli hiyo ilikuwa bandia, huko majina ya wapiga kura wengine yakikosekana kwenye sajili hiyo. Leo ni siku ya uzuni Mbeere South, arambe! yeah! kwa sababu kura ya watu wa Mbeere South imeibiwa, yeah! na haki ya mwana Mbeere South imekanyangiwa chini kwa njia ya, ya nje sana, arambe. Kura ya mchujo wa chama cha TNA kwa wanaoegemea kiti cha ubunge wa Thika ilichelewa baada ya ghasia ya kuzuka kati ya wafuasi wa wagombeaji wa Alice Ng'ang'a na Morris Mburu kutokana na utata wa makaratasi ya upigaji kura. Aidha, makaratasi haya yalikuwa na picha ya Morris Mburu huku picha ya Alice Ng'ang'a ikikosekana, jambo ambalo lilizua rabsha kati ya wafuasi hao. Alilazimika kuondoa makarani wake baada ya wafuasi hao kusema kwamba kuna njama ya kubuni matokeo bandia. Hata hivyo polisi walifika na kuimarisha hali ya usalama, jambo lililowezesha shughuli ya upigaji kura kuanza. Franklin Masharia Citizen, Pashe.